Watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV ni siku nyingine tena ambayo nahakikisha nakuletea taarifa mbalimbali. Na leo nimebahatika kufika katika kisiwa cha Kwale kwa mara ya kwanza, nimefika katika kisiwa cha Kwale ambacho kinapatikana kata ya Kisiju, mkoa wa Pwani. Nimefika hapa katika kisiwa cha Kwale kwa lengo la kwanza kutembea na kujionea hali halisi ama uhalisia wa maisha ambayo wenzetu wanaishi, kwa sababu napendelea kuishi katika visiwa, mara niko Mafia, mara Unguja, mara Pemba, mara hapa na pale. Nimeona niangalie utofauti baina ya kisiwa cha Mafia, kisiwa cha Unguja na Pemba na kisiwa cha Kwale. Leo nimefika katika kisiwa cha Kwale kwa lengo la mbali na kutembea lakini kupata historia fupi ya kisiwa cha Kwale, mbali ya kupata historia fupi nimekutana na kina mama ambao nimekikuta ni kitu chingine, wanategemea zaidi shughuli zao za kiuchumi ni kilimo cha mwani. Nimezungumza nao wameeleza changamoto nyingi, kumbe swala la kilimo cha mwani changamoto zake zinafanana. Changamoto ya Mafya kwenye kilimo cha mwani ni masoko ya uhakika na hususan kuwa na Mnunuaji mmoja, ama mnunuzi mmoja, ama tajiri mmoja. Ndio hayo hayo ambayo unayakuta kwa, kwa wananchi, ama wakulima wa mwani wa kisiwa cha Kwale, wamezungumza mengi wenyewe, utawasikia lakini, mbali ya kuzungumza na wao, nimezungumza na mwenyekiti wa kijiji cha Kwale kijiji kisiwa cha Kwale, amezungumza mambo mengi na yeye, hususan swala linalo tatizo wakulima wa mwani na kupelekea kuwa na soko moja. Angalia Haswa TV na mimi ni Hadija Wasira. Aitwa Habiba Jabiri Ibrahim, ni mkazi wa Kwale kisiwani, wilaya ya Mkuranga, kata ya Kisiju. Nipo katika kilimo hichi cha mwani takriban, mpaka sasa ha haipungui miaka zaidi ya ishirini na tano changamoto unazozipata katika mwani awali mwanzo mwani tulikuwa tukanunuliwa kwa bei ya shilingi mia mbili kama mia mbili mpaka sasa unapanda kidogo kidogo mwani tukafikia mwani kotoni mwani wa kotoni tulifikia kilo moja elfu mbili hadi elfu mbili na mia mbili mpaka sasa hii kotoni tunauza kwa kilo shilingi elfu moja na mia tano. Na hatuna yule tajiri wa kusema huyu kusimama barabara ni tajiri, hatuna. Na tunakwenda kwa upande wa pili mwani waspinozam mw? bei yake tunasema, kama atatokea mtu tu hivi hivi, mia saba hasa hivyo. Umetokea watu wanasaga, mtu anakuja kununua viroba vyake viwili, na anachagua anataka ambayo rangi ilokuwa kama hii ndo anaitaka ikibidi rangi kama iko haso kama hii bado inafanya nini. Tuna changamoto bado, changamoto ipo na bei yao nanua kwa shilingi mia tisa japokuwa huo unani wao unaotaka ubora wao. Lakini bei yao, bei yao nanua kwa shilingi gapi? Mia tisa, wakija ambalo wengine, wengine nanunua shilingi mia saba. Hizi ndo changamoto za mwani, hususu la kwanza ni bei, bei bado ipo chini toka siku hizo hadi leo bado ipo nini? Ipo chini bei ya mwani ipo chini. Na la pili, katika ufanyaji kazi tunaenda kukulima mwani kwa hapa Kwale kisiwani, tuna vikundi hivi ni viwili, vikundi hivi ni viwili. Hatujapata faraja ya kusema hii faraja tumepata no, hatujapata tunaenda kupanda mwani kule. Tukishaenda kupanda ule mwani, tunavuna sasa mwani ule, hatuna kiboti hatuna mtumbwi hatuna ngalawa ngalawa ile ni mgongo wetu wenyewe. Tunachukua mwani ule tunatunga na kamba, weka begani, mwanamama tunaburuza, tunakuja nao hadi pwani. Hii changamoto. Tena hii changamoto kuli kweli maana unakwenda kule hata ukirudi huku nyumbani lile somo la usiku unakuwa uliwezi. Na la pili, katika uanikaji uanikaji wenu wetu tunaanika kama vile. Hatuna vile vingine vya ka kutendea kazi kama nini maturubai. Tupate maturubai kama hivi kipindi cha mvua. Unakuja nao mwani wako, unauweka pale vizuri, unaweka kwenye turubai, mvua wao unafunika. Lakini hadi mwani mpaka sasa hivi unafikia kwa hatua kama hii. Ni mvua hii. Unakuwa unaanika kamba kama mia mia hamsini, mia, mia mbili. Uzi wadi wungu lishaika kama kazi mudu uzile kufanyaje? Lazima zitafanya zitakushinda zita kushinda, hali ya mwani inakuwa kama hivi. Na tajiri akija kama hivi, anasema huu mwani haufai. Umekuwa umefanyaje? Ume, umechuja haufai. Lakini kama tungekuwa tuna maturubai ya kutosha ya kufunika, nadhani hali kama hii isingelitokea. Kwa serikali, naona tutupie katika jicho la huruma, kina mama wa Kwale. Tupo katika hali hii ya ukulima wa mwani, hatujatoka bado, bali yani tuko tuko sifuri, zilo zilo kabisa zilo pointi zilo, hatuna hatu, watu waangalie hatu, katika jicho la huruma wadau, serikali, mataasisi yote, watu waangalie kina mama Kwale. Naitwa Fatuma Liboi, ni mzaliwa wa Mafia, kijiji cha Banja, lakini mkazi wa hapa Kwale siwani nimekuja hapa Kwale kisiwani, kanichukua shangazi yangu tangu alivyoniachisha maziwa kwa baba angu na mama angu, akanichukua kwa hiyo, alivyonichukua niko hapa hapa. Sisi tuna kilimo chetu cha mwani, kilimo cha mwani tangu tuanze kulima, sasa hivi inafikia miaka ishirini na tano ishirini na nne sikosei kitu kama hicho, lakini mwani huo tunapata faida, lakini faida yetu inakuwa ndogo sana kuliko matajiri wanaonunua huko nje tulivyosikia. Sisi tuna changamoto, la kwanza matajiri hatuna, tunaiomba serikali watufanyie mpango ili tupate tajiri wa kueleweka. Matajiri masoko sisi hatuna, manake tunalima huo mwani tunaukusanya ndani siku chungu nzima, mtu anakuja kununua kwa bei ya chini kabisa. Bei ya mwani kotoni, kotoni ndo mwani bora zaidi, lakini sisi tunauza elfu moja na mia tano tu hauzidi, haupungui aupungui tunauza shilingi mia nane mpaka mwisho mia sita kwa, si, kwa hiyo sisi tunaumia sana na kilimo chetu, ingawa tunapata faida kwa sababu unakusanya, huuzi kilo moja moja, hiyo elfu moja mia tano zikiwa mia unaipata hela yako, lakini tunaumia sana umia kwetu katika tuna changamoto za mavuno. Kwenye kuvuna, sisi tunaburuza mwani mpaka vifua vinapauka. Tunauburuza kule tulete huku, tukokote tuweke juu ya miti kama hivyo, nyuma huko mlivyoona. Sasa inakuwa vya kuvunia sisi hatuna. Serikali tunawaombeni, na sisi mtuone, kijiji cha Kwale hapa tulipo, mtuone kwenye vivuniaji mtuone kwenye vifaa vingine vya kuanikia. Sisi hatuna. Mama, tunakuomba na sisi zaidi na zaidi, mama ututafutie soko, mama yetu. Sisi kilio chetu kikubwa ndo hicho, na faida zetu sisi tunozipata ndo hizo. Kwa sababu unatega mwani wako mwenyewe, labda una kitanda, unanunua kitanda, unafanya mambo yako mengine, tunasomesha watoto kwa hiyo hizo faida zetu za mwani, lakini tunapitia kwenye kazi kali kali kali. Hiyo ndo habari. Tunaomba watu wa serikali mtuone namtusaidie kilimo cha mwani. Tunalima sana, lakini tuna changamoto ya tajiri hatuna cha an changamoto ya mwani. Tumepiga sherehe kila upande, wanakuambia natuletea wa matajiri, lakini bado pesa ndogo kwa kweli kilo ya mwani unaambiwa shilingi mjane, shilingi mia saba, kotoni elfu moja mia tano. Kazi kubwa, wenda ukakate mazio, ununue kamba, ube, utie mbegu, uende zako kule baharini. Basi yote changamoto katika kuvuna, mazito makubwa, maana vitu vya kuvunia hapana, unatumia nguvu tu moja kwa moja, baadaye maumivu mengi, pesa hapana hivi tena hamna kabisa. Utajiri wenyewe sasa ndio kwa mtihani. Lakini, kama inakuwa mnaweza kutupatia matajiri wakalia kununua mwani, na sisi tutafarijika kwa pande fulani, kama tulivyofarijika tulivyofarijika katika rahanati. Mimi mmoja wapo ni mkulima wa mwani kisiwa cha Koma, lakini mwani huu tunaulima, kwanza bei ndogo ya mwani tunauza bei shilingi mia saba, shilingi mia tisa, lakini mia tisa hiyo haikidhi haja, na alafu isitoshe matajiri hatuna, matajiri wa mwani mwani unaweza ukawa mwingi, lakini matajiri hatuna mpaka wale wananii watu wa mikopo kuja kutuwezesha sisi wakulima wa mwani, au wale matajiri kutunulia makamba ya mwani hatuna. Kwa hiyo imekuwa kama tuna mateso fulani, tunahangaika kina mama lakini tunapata mwani kwa kusema kweli, alhamdulillah, lakini tumatajiri. Kwa hiyo ndugu, tunaomba tutafutie matajiri wa mwani koma kisiwani. Hiyo ndio changamoto nyeti kabisa. Kwa majina naitwa Rajabu Mwalimu Zuheri, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kwale, nipo katika wilaya ya Mkuranga kata ya Kisiju. Zungumzia kilimo cha mwani cha kina mama sasa hivi hali zake kilimo. E, kilimo cha mwani kiufupi, kinamama wanajitahidi kulima kilimo cha mwani lakini naweza kusema kina mama wanafanya kazi kubwa sana, hawajafaidika na kilimo cha cha mwani kwa sababu tunawaona wanaofaidika ni wale ambao wanaokuja kuchukua ule mwani ndio wanafaidika sana na mwani, lakini hawa wakulima hapa wetu hawafaidiki. Kazi kubwa wanafanya, kwa sababu mwani sasa hivi wanaambiwa kilo ni shilingi elfu mbili wakati ule mwani ukichakatwa watu wanafanya, kuna madawa, kuna unga, kuna vyakula mbalimbali wanavyotengezea mbali mbali mwani. Kikopo tu kidogo kidogo utashika shilingi elfu 20 30 hadi hamsini mwani huo ukiutaka pengine robo chini ya shilingi elfu 30. Askini hapa mwana mama anauza mwani kwa shilingi elfu moja kilo. Kwa hiyo kina mama, kilimo cha mwani kinawanyonya sana. Kiufupi hatuna wanunuzi rasmi wa mwani wanakuja tu, watu wananunua kilo churuchuru, chulu kilo 100, 200, wanaondoka, lakini thamani yake imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie kilimo cha mwani, ikiwezekana hata kiwanda kifunguliwe wa hapa hapa, wachakati hapa hapa, ili kina mama wafaidike na mwani wauze kwa bei, kwa sababu asilimia kubwa katika familia kina mama nao pia tunawategemea. Kama hivi, kina baba maenda zao nje, kwa kuvua hivi maisha unaendesha wao, lakini kwa kutegemea nini? Mwani. Lakini mwani wenyewe umeshuka soko, tunasema soko la mwani hamna, lakini wale ambao wanakuja kuchukua huu mwani wanafaidika nao kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaomba kwenye biashara ya mwani, tunaomba tuongezewe bei, ili kina mama pia na kina baba wafaidike na na huu mwani. Kwa hiyo kilimo cha mwani kipo na mwani upo hapa kisiwani unapatikaniwa. Kuna mwani spinosam, na kuna mwani kotoni, mwani wote unapatikaniwa, mwani mzuri kabisa. Na hivi navyozungumza, kwenye majumba mwani upo, ukitakiwa basi mwani hapa kisiwani kwetu Kwale upo kwa wakati wote, ukija unaopata mwani.